Anjela ameandika kwenye peji yake ya Instagram kwamba anapitia mambo magumu sana kuhusu tatizo lake la mguu. Mguu ambao tangu tumemfahamu amekuwa akisumbuliwa nao, na mbali na kuahidiwa kwamba atatibiwa, anasema kwamba zimekuwa zinatolewa ahadi lakini hakuna utekelezaji. So, imefika point anaona hawezi tena kuvumilia na amekuwa akipata matibabu ambayo hayajawa na matokeo yoyote yale ya kusaidia mguu wake kupona moja kwa moja. So, ameandika kwenye peji yake ya Instagram kwamba habari, wa Tanzania wenzangu, mtoto wenu nimeona ni chutame kwenu kwa sababu sababu nimefika sehemu ya kukata tamaa kabisa na huu ugonjwa wangu. Nimehangaika na kuahidiwa sana na watu binafsi bila mafanikio. Ingekuwa inawezekana kumtumia kila mtu maumivu ninayoyapitia, naamini hakuna mtu yeyote ya angeweza kukaa nayo hata sekunde moja. Nakosa kosa confidence, natumia dawa nyingi sana bila mafanikio, matibabu haya ya kiisha bila mafanikio. Sina budi kumwachia Mungu mpaka pale wakati sahihi wa mimi kupona utakapofika. Kuna wakati naona wenzangu wakifanya mazoezi na alikuwa kwenye marathon nyingi mno, lakini naumia sana siwezi kushiriki mambo mengi hasa ya kimichezo. Najua Mungu ndiye mwamuzi wa mwisho, nami naamini andiko langu limetoka kwake. Ndio maana nimekuwa nikimwomba sana nipe msaada wa hili. Nimekuja kwenu leo, naomba msaada wenu wa matibabu ya uhakika ambayo mimi binafsi siwezi kumudu, kwani ni zaidi ya shilingi milioni 13 nimepata hospitali hapa nyumbani Tanzania. Mwenye kuguswa na hili anaweza kunichangia kupitia namba, ameziweka namba zake hapa, ni sifuri 0683658961 jina litasoma Angelina Samson, ama bank account ya CRDB aa, ambayo ni 0152709476 mwishoni jina litasoma Angela George Samson. So namba ni hizo mbili tu, namba ya simu pamoja na akaunti ya benki ambayo kama nilivyokuambia ni 0683

Matibabu ya moja kwa moja yatakayoondoa tatizo lake, na ni hapa nyumbani Tanzania, haina haja ya kusafiri kupelekwa sehemu yoyote. Anasema amepata hospitali ya hapa nyumbani Tanzania ambayo wanaweza wakamshughulikia tatizo lake kwa gharama ya shilingi milioni kumi na tatu. Pole sana kwake. Sisi kitu kikubwa ambacho tumekifanya ni kulileta kwako mwana SNS. Na wewe pia, kama una chochote, una shilingi 100, 1000, 2000, usidharau, itume. Huwezi kujua itasaidia nini. Naamini watu wakatoa 100, watu labda 2000, 3000, unazungumzeni hela nyingi sana hapo. Kwa hiyo eh, Usidharau ukaona kama una pesa ndogo, chochote kile ambacho unacho mtumie, msaidia Anjela aweze kumaliza tatizo lake na yeye aishi kwa raha na furaha kama watu wengine pia.